Kwa leo kulikuwa ni si mnafiki, Simba amecheza mpira wa kawaida sana. Sasa sijui shida ilikuwa wapi, labda wachezaji wamechoka au shida ipoje? Yani hata ya ile mechi ya Yanga na JKT kulikuwa kuna ushindani, unaona wanapishana uwanjani, wanacheza wote kwa vipindi na gawana, si ndio? Lakini ukiangalia leo Simba unaona kabisa wachezaji yani hawana confidence uwanjani, wanapoteza mipira, wanapoteza nafasi za wazi, unaona kabisa timu inacheza chini ya kiwango. Sasa sijui shida ikawa wapi, inawezekana labda kocha huyo, sijui Maka watu wanalalamika, a, mimi mihizi timu za wanawake hizi zinakujaga mara nyingi sifatili sana, lakini naona watu wanaalamika, kusikocha si kocha, sijui nini, na abda kocha. Lakini mi naamini kwamba Simba kama ilifanya kosa kubwa kuacha wachezaji msimu, unajua timu ya wanawake wa Simba imeacha wachezaji wengi tena wazuri, na tena nashangaa upa, upa, upa, upa, upa, ule upande wa fugei na dada naova ushungi, sio anaitwa nani, ule anaitwa nani, dada nava ushungi ule, sikumwona leo kuanza ka dada ni mzuri upande wake. Mtu anaocheza anacheza chini na chesa, china, kiwango, anapitwa kirahisi, anashindwa kumaki, anashindwa kufanya nini kitata clearance wanashindwa kuzifanya.